Katika dunia ambapo imani inapimwa kwa majaribu yasiyoelezeka, hadithi ya mtu mmoja inasimama kama ushuhuda wa uaminifu usiotingishwa mbele ya mateso. Hii ni hadithi ya Ayubu, mwanamume aliyepoteza kila kitu, lakini akakataa kupoteza imani yake Akiwa amenyang'anywa mali, akivunjika moyo kwa huzuni na kuteseka kwa ugonjwa mkali, safari ya Ayubu ni simulizi lenye nguvu la uvumilivu, hekima ya Mungu na urejesho wa ajabu. Tunapozama katika hadithi hii ya kusisimua, jiandaye kushuhudia mapambano kati ya kukata tamaa na imani, shaka na tumaini. Hii mapambano yatakayokuacha ukiwa na maswali, tafakari na kuguswa moyoni. Bakia nasi tunapofunua mafunzo ya milele kutoka kwa maisha ya ajabu ya Ayubu. Katika nchi ya Usi, katikati ya vilima vyenye miamba na miteremko, aliishi mtu mmoja aliyeitwa Ayubu. Ayubu alijulikana kote nchini kwa haki yake na utajiri wake mkubwa. Mali yake haikuwa na mipaka, ikienea kutoka kwenye mashamba yenye rutuba ambako mazao yake yalistawi hadi kwenye jangwa kubwa ambako kondoo na ngamia wake walizurura. Alikuwa na mifugo maelfu kwa maelfu na mashamba yake yalizaa mavuno tele yaliyofurika kwenye gala lake. Lakini haikuwa mali tu iliyomfanya Ayubu kuwa wa kipekee. Alikuwa mtu mwaminifu, mwenye huruma na mkarimu kwa wale waliokuwa na mahitaji. Aliwatendea watumishi wake kwa wema na heshima na mlango wake ulikuwa wazi kwa mgeni aliyekuwa na shida. Licha ya utajiri wake, Ayubu alibaki mnyenyekevu na mcha Mungu, akitoa dhabihu kwa Mungu kwa niaba ya familia yake na kushukuru kwa baraka alizopokea. Imani yake ilikuwa kama mwangaza katika ulimwengu uliojaa giza na maisha yake yaliwatia moyo wote waliomfahamu. Ushawishi wa Ayubu ulivuka mipaka ya nchi yake ukafika hata maeneo ya mbali duniani. Wafanyabiashara walikuja kutoka pande zote kuuza na kununua bidhaa zake, wakitamani kubadilishana mali zao na utajiri uliomtoka. Kwa miaka mingi, utajiri wa Ayubu ulikuwa dhabiti, ushuhuda wa haki yake na kibali chake mbele za Mungu. Lakini hakujua kuwa imani yake ilikuwa karibu kujaribiwa kwa kiwango kikubwa. Siku moja, Ayubu alipokuwa akiendelea na shughuli zake za kila siku, baraza la mbinguni lilifanyika na miongoni mwa waliokuwemo alikuwa Shetani mshtaki. Shetani akamtazama Ayubu na kuhoji uaminifu wake kwa Mungu. Nje, Ayubu anamcha Mungu bure. Shetani akamdhihaki Je, hukujalia kazi za mikono yake na kufanya mali yake kustawi? Lakini nyosha mkono wako uguse yote alionao, naye atakulaani machoni pako. Mungu, akiwa na hakika ya haki ya Ayubu, alikubali changamoto ya shetani akampa ruhusa kumjaribu Ayubu, lakini kwa sharti moja: shetani asimguse Ayubu mwenyewe. Basi Shetani akaanza kumwangamiza Ayubu na kila kitu alichokidhamini akiamini kuwa uaminifu wa Ayubu kwa Mungu ulikuwa wa kinafiki tu. Bila onyo, maafa yakampata Ayubu. Wavamizi wakashambulia mifugo yake, wakachukua kondoo na ngamia wake na kuwapeleka jangwani. Katika muda mfupi, utajiri wa Ayubu ukatoweka na mali yake yote ikaharibiwa. Habari za msiba wake zikaenea haraka na majirani pamoja na marafiki wakaja kumpa pole na kumfariji. Lakini hata mbele ya hasara kubwa, Ayubu alibaki thabiti katika imani yake, akakataa kumlaumu Mungu kwa misiba yake. Ingawa moyo wake ulijaa huzuni, Ayubu alifarijika kwa kujua kuwa mali ilikuwa baraka ya muda tu na hazina yake ya kweli ilikuwa katika uhusiano wake na Mungu. Wakati Ayubu bado alikuwa akihangaika na uharibifu wa mali yake, mjumbe mwingine alifika na habari mbaya zaidi. Upepo mkali ulivuma na kupiga nyumba ambamo watoto wa Ayubu walikuwa wakila na kusherehekea na nyumba hiyo ikaanguka juu yao. Maneno ya mjumbe huyo yalikuwa kama upanga moyoni mwa Ayubu, naye akaanguka chini kwa uchungu. Wanawe wapendwa, furaha na fahari yake, walikuwa wamepotea kwa ghafla, maisha yao yakachukuliwa na mkono usio na huruma wa hatima. Katikati ya huzuni yake, Ayubu alishikilia imani yake akijifariji kwa kujua kuwa watoto wake sasa walikuwa mikononi mwa Mungu mwenye upendo. Ingawa moyo wake ulikuwa mzito kwa huzuni, alikataa kumgeukia Mungu aliyemtumainia na kumtumikia. Kama vile maafa yake hayakuwa ya kutosha, Ayubu alipigwa na ugonjwa mbaya na wa maumivu makali. Majipu yaliibuka juu ya ngozi yake, yakifunika mwili wake mzima kwa vidonda vyenye usaha na damu. Maumivu yalikuwa makali, mateso yasiyo na kikomo yaliyomfanya kusokota kwa uchungu. Hakupata faraja yoyote, hakukuwa na pumziko kutoka kwa mateso hayo yasiyokoma yaliyomshushia roho yake. Lakini hata katika maumivu makali, Ayubu alikataa kumlaani Mungu au kuacha imani yake. Aliyavumilia mateso yake kwa subira na ujasiri, akiamini kuwa Mungu hangemwacha katika saa yake ya uhitaji. Habari za masaibu ya Ayubu zikaenea kila mahali na hivi karibuni marafiki wake watatu wa karibu Elifazi, Bildadi na Sofari wakafika kumpa faraja na msaada. Walipomwona walishtuka kwa sababu Ayubu hakuwa tena yule mtu waliomfahamu. Uso wake uliokuwa na furaha zamani sasa ulikuwa umejaa maumivu na huzuni. Kimya kimya wakaketi na Ayubu chini wakiomboleza kwa ajili ya mali yake iliyopotea, familia yake iliyotoweka, na afya yake iliyoharibika. Kwa siku saba na usiku saba walikaa naye kimya, uwepo wao ukiwa ishara ya upendo na uaminifu wao. Ayubu, akiwa hawezi kuvumilia tena mateso yake, alivunja kimya na kumlilia Mungu kwa huzuni kuu. Machozi yakimtoka alilia kwa uchungu, akiuliza kwa nini alizaliwa tu ili apitie mateso makali kama haya. eina ipote siku niliyotungwa mimba, Ayubu akalia, na usiku uliosema mtoto wa kiume amezaliwa. Kwa nini sikufa nilipozaliwa, nikatoka tumboni na kufa? Maneno yake yaliingia usiku wa giza kama kilio cha mtu aliyekata tamaa. Lakini hata alipolalamika kuhusu hatima yake, Ayubu hakumlaani Mungu wala kuacha imani yake. Ndani kabisa ya moyo wake bado kulikuwa na tumaini, mwali wa imani uliokataa kuzimwa. Marafiki wa Ayubu waliposikia vilio vyake, wakaguswa kusema, kila mmoja akitoa maoni yake kuhusu sababu ya mateso yake. Elifazi alisema kwamba mateso ya Ayubu yalikuwa adhabu kwa dhambi zake, akimsihi atubu na kumwomba Mungu msamaha. Bildadi naye akakubaliana naye akisema kwamba waovu huadhibiwa na Mungu na hivyo Ayubu anapaswa kukiri makosa yake na kuomba rehema, la sivyo mateso yake yataendelea. Sofari ambaye alikuwa mdogo kati yao akazungumza kwa bidii akimshutumu Ayubu kwa kiburi na ukaidi. Alimwonya asimdhihaki Mungu bali ajinyenyekeze na kukubali haki ya Mungu. Lakini Ayubu alikataa tuhuma za marafiki zake akisisitiza kuwa hana kosa lolote. Alitangaza kuwa ameishi maisha safi na ya uaminifu mbele za Mungu na wanadamu. Sijafanya dhambi, Ayubu akasema, wala sijavunja sheria ya aliye juu. Na apime Mungu uzito wangu ili ajue uaminifu wangu. Kwa moyo wa bidii na imani dhabiti, Ayubu alijitetea, akakataa kushawishika na maneno ya marafiki zake. Alijua ndani ya moyo wake kuwa hakuwa na hatia na hangebadilisha msimamo wake. Mjadala huo ulipozidi kupamba moto, kijana mmoja aliyeitwa Elihu, aliyekuwa akisikiliza kwa kimya, hatimaye akaingilia kati na kuwakaripia wote, Ayubu na marafiki zake. Alisema walikuwa na mtazamo finyu na walishindwa kuelewa njia za Mungu zilivyo za ajabu na zisizofikika kwa akili za binadamu. Nisikilizeni enyi wenye hekima, Elihu akasema kwa sauti kubwa, na msikie enyi wenye maarifa. Tazama, moyo wangu umejaa kama divai isiyo na njia ya kutoka, kama viriba vipya vya divai vilivyo tayari kupasuka. Nitasema ili nipate nafuu. Kwa ari na bidii, Elihu aliwalaumu Ayubu na marafiki zake vikali, akiwahimiza waache mawazo yao ya awali na kufungua mioyo yao kwa hekima ya Mungu. Aliwataka wakubali udhaifu wao na kumkaribia Mungu kwa unyenyekevu na heshima. Hatimaye baada ya mabishano na mijadala mingi, Mungu mwenyewe alizungumza na Ayubu kutoka katika tufani. Sauti yake ilitingisha mbingu na ardhi, ikifunua ukuu na nguvu zake kwa mtumishi wake aliyekuwa na mashaka. E, ni nani huyu anayeficha mashauri kwa maneno yasiyo na maarifa? Mungu akauliza. E, jitayarishe kama mwanamume, nitakuuliza nawe utanijibu. Kisha Mungu akaanza kumuuliza Ayubu maswali akimjaribu kuelewa mipaka ya maarifa yake. Alizungumza juu ya maajabu ya uumbaji, uzuri wa ulimwengu wa asili na hekima yake isiyoeleweka na wanadamu. Ayubu, akiwa amelemewa na ukuu wa uwepo wa Mungu na uzito wa ufunuo wake, akaanguka chini kwa unyenyekevu na hofu. Itazama mimi si kitu, akalia. Nitasemaje mbele yako? Naweka mkono wangu kinywani mwangu. Kwa machozi yakitiririka usoni mwake, Ayubu alikubali udhaifu wake na haja yake ya neema ya Mungu. Alitubu kwa kiburi chake na mawazo yake ya juujuu, akijisalimisha kikamilifu kwa mapenzi ya muumba wake. E, kwa hakika nilizungumza mambo nisiyoelewa, Ayubu alikiri, mambo ya ajabu kupita kiasi kwangu, ambayo sikuyajua. Sikiliza tafadhali, nami nitasema; ulinena, nitakuuliza nawe utanijibu. Nimekusikia kwa kusikia kwa masikio, lakini sasa macho yangu yamekuona. Kwa hiyo najichukia na kutubu katika mavumbi na majivu. Mungu akiwa ameona unyenyekevu na uaminifu wa Ayubu, akawageukia marafiki zake na kuwaonya kwa hukumu zao potofu na kushindwa kwao kusema yaliyo sawa kumhusu. Aliwaamuru kutoa sadaka kwa ajili ya Ayubu na kuomba msamaha wake, la sivyo wangehukumiwa. Kisha Mungu akamgeukia Ayubu tena, akazungumza maneno ya baraka na urejesho. Alimrudishia mali zake mara mbili, akambariki kwa utajiri na ustawi mkubwa kuliko alivyokuwa nao hapo awali. Alimpa Ayubu wana saba na binti watatu, na akaishi kuona wajukuu wake na vitukuu wake wakistawi. Hadithi ya Ayubu ikawa ushuhuda wa nguvu ya imani katika nyakati za majaribu. Mfano wake uliwahamasisha vizazi vingi kumtumainia Mungu na kuvumilia majaribu kwa ujasiri. Kutoka kwenye kina cha huzuni hadi kilele cha ushindi, safari ya Ayubu ilionyesha mwanga wa tumaini kwa wale wote waliopitia bonde la majaribu maishani. Uvumilivu wake katika mateso uliwakumbusha wote kwamba upendo wa Mungu hudumu milele na rehema yake haiko mbali na wale wanaomwita kwa moyo wa kweli. Mwishowe, Ayubu aliishi maisha yake yaliyosalia kwa amani na mafanikio, akiwa amezungukwa na wapendwa wake waliomfurahia kwa urejesho wake. Na ingawa alipitia majaribu yasiyoweza kufikirika, imani yake thabiti ilimkaribisha zaidi kwa Mungu, ikithibitisha nguvu ya kuamini na kuvumilia katika nyakati za mateso. Hadithi ya Ayubu ni kumbusho lenye nguvu kwamba imani si kuhusu kuwa na maisha rahisi, bali ni kuhusu kumtumaini Mungu hata katika nyakati za giza. Kupitia majaribu yake tunajifunza kuwa mateso si daima adhabu, bali yanaweza kuwa mtihani wa tabia, uvumilivu na uaminifu. Uaminifu wa Ayubu, hata baada ya kupoteza kila kitu, unatufundisha kuwa mipango ya Mungu ni mikubwa zaidi ya ufahamu wetu, na mwishowe yeye huwarudishia na kuwabariki wale wanaobaki waaminifu. Haijalishi changamoto unazopitia, shikilia imani yako, kwa maana Mungu anaona mapambano yako na hatakuacha kamwe. Kama Ayubu, unaweza kupitia dhoruba, lakini ukimtumaini Mungu, hadithi yako haitaishia kwenye mateso, itamalizika kwa ushindi. Ikiwa hadithi hii imekugusa, hakikisha unapenda, unashiriki na unajiandikisha kwa hadithi zaidi za Biblia. Endelea kufuatilia kwa mafunzo zaidi ya imani, uvumilivu na tumaini.